Ndugu mtazamaji wa Zahmi Zahmitv, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, karibu katika kipindi chako pendwa kabisa ya salamu za Eid, kipindi ambacho tunaenda kuhoji watu mbalimbali watuambie Eid hii ya leo wanasherehekea kwa namna gani, Eid hii ya leo wanapenda kufanya nini na nini katika siku hii ya Eid. Watu hawa wapo katika nchi ya Morocco, mji wa Rabat, katika chuo cha Muhammad Sadis. Leo tuko hapa Morocco, tunaenda kuuliza mataifa mbalimbali watueleze katika siku hii ya Eid waenda kusherehekea wa namna gani? Ungaye ndugu yako Abdul Aziz Hilal, tukaangalie salamu hizi za Eid kwa siku ya leo. Karibu sana. Eid Mubarak, Eid al-Adha jamil wa lillahi alhamdu. Tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allah ametuwafikisha tumeiona Eid ya Morocco ya mwaka 2025 na si kwa uwezo wetu isipokuwa ni kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. hatuna budi isipoku

swala so, ya idi au idi inapokuja ni jambo la kheri la kumshukuru, kwa sababu kuna waliokufa jana, kuna waliokufa juzi, kuna waliokufa wiki iliyopita. Kwa hiyo sisi ambao Allah ametupa bahati njema ya kudiriki siku ya leo, hatuna budi isipokuwa ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Eid Mubarak Karim, karibuni sana, ahsantum. Abu Hamza, alhamdulillah. So, kikubwa kwa kuwa tuko mbali na familia, kikubwa tutakachokifanya ni kuwapelekea dua wazee, ni kitu ambacho kama tuweza kufanya, lakini pia kutoka kuangalia mandhari yako pia huku maziara ya rijalo, watu wema, twaweza kuwazuru ukatembea ukaona mandhari ukaona mji ikaeneile fasiru fil ardhi kujipumbaza ya hakuna njia nyingine zaidi ya hiyo. Naona uso unabashasha sana hivi, Eid hii ya leo umesherehekea kwa namna gani? Ah, disrespect... kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah, kwanza kwamba Eid al-Adha imetukuta vikiwa tuwazima na tuna afya, na hiyo ndio neema kubwa ambayo Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu amemruzuku mja wake, ni neema ya uzima na Uislamu. Kwa hiyo Eid imetukuta vikiwa tuna afya nzuri, tuwazima wote kwa ujumla wa Tanzania ambao tuko katika mahadi ya Muhammad Sadis, tuko na afya nzuri hivyo, hiyo inatosha kumshukuru Mwenyezi Mungu na kuwa ni

Na, no, wale, turu, dandala, bale, siku ya leo bwana ni siku ambayo ni ya amani nice sana ietulizana, ni siku ambayo iko vizuri kama unavyoona maana yake, mm -hmm, kila mmoja anafurahia kwa namna yake Mwenyezi Mungu aliyomjalia. Sasa kwa hali kama hii ambayo tunaiona leo, tunajua kwamba miongoni mwa neema kubwa ya Uislamu ndio na miongoni mwa neema kubwa tukio ambayo ilitokea kwa mzee wetu Ibrahim alayhi salatu wasalamu, na hili ni sababu kile kitendo cha ambacho cha alichoamrishwa na Mwenyezi Mungu kumchinja kijana wake, lakini baada ya kuwa amejisalimisha na kutekeleza kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu, basi Allah akampa badala naye ni kondoo alitoka peponi moja kwa moja. Uh, kwa kuwa mimi ni mswahili ndio na nipo katika ardhi ya waarabu ambao si waswahili ndio utabaki na maneno ya swahili yanayosema mkaidi hafaidi hadi siku ya Eid hadi siku ya Eid na kama ulivyosema huko katika nchi ya watu nchi ya magharibi kwa tofauti gani katika usherekeaji wa magharibi na usherekeaji wa Tanzania katika siku hii ya Eid usherekeaji wa magharibi hauna utofauti mkubwa na ule usherekeaji wa Tanzania isipokuwa katika nchi hii mataifa ndio, na kwenye wengi kuna ndio, kwa tunapata kujuana. Naona bana akuzoeana ndio huko na Wamali hapa, kuna wa Kameruni hapa ndio. Kuna wa Nigeria hapa ndio. Mtamani na huyo anaesikizama, haya amuombe Mungu ili ijayo idiijayo na yeye inshallah. Basi hebu fikisha salamu kadhaa kwa kwa vipenzi vyako katika siku hii aidi ambao mbao ulitamani kuwa nao, lakini hauko nao kwa mipango ya Mwenyezi Mungu. Nampelekea salamu ya kwanza Sheikh sheh Hassan Chizenga, babangu na mlezi wangu pia anampelekea mama yangu Bistaba Jama, na nampelekea mke wangu kipenzi Safa, mama Safaa, Mungu ambariki, Mungu amhifadhi na mwanangu Safa. Ujumbe wangu kwao, Mwenyezi Mungu kama ambavyo ameipamba video hii, basi ayapambe na wao maisha yao, insha Allah, amin, insha Allah.